Mheshimiwa Spika, ni juu ya kupeperusha bendera za wabunge e, kuna wabunge ambao tunatoka katika mikoa ambayo hatuwezi tukapeperusha bendera. Kwa mfano wabunge tunaotoka Dar es Salaam, na naamini hata tukiwepo Dodoma hatupeperushi bendera na tukienda Zanzibar hatuwezi tukapeperusha bendera. Sasa inatokea wakati kuna misafara ya kitaifa hata e, misafara ya kimkoa ambapo tunatakiwa tufike maeneo fulani kwa uharaka, ama saa nyingine tunakuwepo katika ile misafara lakini magari yetu, kwa kuwa hayana utambulisho wowote ule. Kwa mfano mimi najizungumzia sisi ambao tunatoka Dar es Salaam. Magari yetu hayana utambulisho wa aina yoyote, hatuwezi tukapeperusha bendera, tunajikuta katika ile orodha ya watu ambao e, wamo katika msafara, labda pengine gari lako linawekwa nyuma kiasi kwamba wanaofikia pale mbele, hata ukiitwa mbunge njoo utoe salamu, ndio kwanza unatafuta sehemu ya kupaki. Sasa nilikuwa nafikiria kama kanuni ya kupeperusha bendera inaweza ikaendelea, je, bunge haliwezi likafikiria kwamba labda tunaweza tukawa na namba plates? Kwa mfano mtu unachagua gari lako moja e, ambalo ungelitumia kwenye shughuli zako za kikazi likawa na namba plate ambayo inaashiria kwamba gari hili ni gari la mbunge ili kuweza kumsaidia pale mahali ambapo wanatakiwa afike haraka, ima barabarani kutana na trafiki, ukajieleza, bwana, mimi nawahi mahala fulani, ama ukiwepo hata katika misafara, ili na wewe usiweze ukaharibu protokol za misafara, ukawa unawahi na gari yako ikapewa heshima ya kuwepo pale, ili uweze kutekeleza e, wajibu wako wa kibunge.